Wataalam wanatoa sababu nne ambazo zinahatarisha uhai wa viumbe vya baharini, hasa samaki. Jambo la kwanza ni uvuvi wa kupita kiasi wa samaki hao, jambo ambalo limesababisha uzalishaji kuwa mdogo na samaki hao kuanza kupungua, hasa katika bahari ya Atlantic. Jambo lingine ni matumizi mabaya ya nyavu za kuvulia samaki. Wavuvi mara nyingi wanapomaliza shughuli yao, wanatupa nyavu hizo na kusababisha viumbe hai kama samaki kutafuna nyavu hizo. Lakini pia nyavu hizo zinasababisha hasara nyingine kubwa ya kuwa chanzo kikubwa cha samaki na viumbe hai wengine kutoweka baharini. Maji yenye sumu au kemikali ni sababu nyingine pia ambayo imekuwa chanzo cha kutoweka kwa samaki hasa katika bahari ya Atlantic. Sumu kutoka viwandani, uh, sumu kutoka kwa watu, lakini pia vipande vya sigara. Mabilioni na mamilioni ya vipande vya sigara vimetajwa kupatikana baharini ikielezwa kwamba ni chanzo kingine ambacho kisababisha samaki kutoweka katika bahari, jambo ambalo pia linaathiri hali ya kiuchumi ya wavuvi, lakini nchi mbalimbali na watu wanategemea uvuvi kama uh, kipato uh, chao cha kujipatia uh, mkate wao wa kila siku. Lakini jambo lingine ambao pia limekuwa tishio ni uchimbaji wa madini na rasilimali nyingine muhimu kama mafuta kutoka baharini. Jambo hili pia limesababisha kutoweka kwa viumbe hao muhimu kama samaki, na hili linafanywa na mataifa yenye nguvu duniani kama Marekani, lakini kama China Licha ya mataifa zaidi ya 30 kuungana kupinga swala hili bado linaendelea, na hili linatishia usalama wa baharini. Lakini mataifa yenye nguvu yanasema kwamba anafanya hivyo kwa sababu ya kiuchumi katika mataifa yao. Sasa wataalam wanaonya kwamba iwapo sababu hizi nne zitaendelea, basi maisha ya viumbe hai baharini yataendelea kuwa hatarini na kiwango cha kuharibika ama kuchafuka kwa bahari kitaendelea kushuhudiwa katika miaka mingi inayokuja.